nilikuwa na around, uh, 26 years alikuwa anaturn 24. mm. So, na pikipiki na tukutuku. So, kulikuwa na jirani. Ujirani kwa walikuwa tajiri kwa ndo walikuwa na TV. So nilikuwa napenda kuwatch kwao, napenda mm. So, si si kuwatch kwao. Siku moja mimi nimeenda mm. kuwatch akibeba sitaki kusema acha tu ki... ni so, si nyamazi yapo watch kwa kina kina Joel mm. Okay. So kidogo kidogo hiyo day, hiyo Monday. Mm. Joel aka aka akakuja na kitu nafika hapa inaitwa? tire shot alikuja nafika hapa mm. na, na kijukutu. Mm -hmm. Bra alafu alikuwa na matiti mesimama hata -hmm. Sikuona mi nikuwa na watch tu muvi tu polepole, yeye matiti mesimama si. Oh, pole. Niliona tu kwa so, skrini ile ya si, si, TV. So kidogo kidogo mm -hmm. nikaona huyo huyo huyo n mm -hmm. akakuja tu na suka ataanza kwenda kuka kidogo kidogo, suka ikaanguka mm -hmm. so, so So mi hata sijui vile niliona hivyo suka ilianguka but suka niliona ni kama imeangua. Kidogo kidogo. Mimi nikasikia tu ni wakaanza kunishika hivi <coughs> na huyo anga. Kitambo nilikuwa na ndevu babe. Before ni rogu hizi ndevu zangu. Ndevu zangu zilikuwa unaona kama zile za Alshabab. Nilikuwa na ndevu. Ndevu yangu <coughs> wa, wa, walinionea tu hivyo wakaniroga. Wanaume waliniona tu wademu walikuwa nilikuwa nakunywa nao mademu Mm, nilirogwa so oh, no, ndio maana siku hizo unaona sina, oh, no, sina sina, ndevu sana mm. So huyo ana akaanza kunishika ndevu akaanza kunishika ndevu Kudok dogo kidogo ujela akaanza kunishika akaanza kunishika ukaa ni hata sijui hata hata nilikuwa sina nguo babe, acha nguo eh, mimi nilijipata sina nguo kanza... nikazi